Watu watatu wakiwemo watoto wawili wa familia moja wameuawa kikatili katika matukio mawili tofauti yaliyotokea jana mkoani Tabora. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, Kamishna msaidizi Hamisi Selemani Isa, amesema watoto hao wameuawa katika eneo la Isunuka, kata ya Usagali, wilaya ya Uyui, na miili yao kutupwa ndani ya bwawa la maji. Mwandishi wetu Niko Mwaibale ana undani wa taarifa hii. Kamanda Isa amewataja watoto hao kuwa ni Seni Wisilu mwenye umri wa miaka minane na ndugu yake Nyarobi Wisiru mwenye umri wa miaka mitano ambao waliuawa kwa kupigwa sehemu mbalimbali za miili yao na kisha miili yao kutupwa kwenye bwawa la maji. Na katika uchunguzi wa awali walibaini kuwa kuna mgogoro kati ya familia hii ya huyu mzee Wisiru. Mzee Wisiru ana mke zaidi ya mmoja, na hawa watoto waliouawa ni wa mke mdogo ambao walikuwa na hali ya kutoelewana na hawa wa mke mkubwa, na matokeo yake katika tukio hili, uchunguzi wa awali, wamekamatwa wanafamilia nane kwa ajili ya mahojiano. Tukio lingine ni la mzee Po Mayunga mwenye umri wa miaka sitini na mitano, mkazi wa kijiji cha Usanganyi wilani Sikonge, aliyeuawa kwa kukatwa na shoka kichwani wakati akiota moto nje ya nyumba yake. Katika kufuatilia tukio hili kuna mtu mmoja amekamatwa kuhusiana na tukio hili. Huyu mtu anaitwa Mashala Paulo, ana miaka ishirini na saba, naye ni mkazi wa Usaganya, anahojiwa na polisi kuhusiana na tukio hilo. Katika salamu zake za mwaka mpya, mkuu wa mkoa wa Tabora Ludoviki Mwananzila amesema katika kipindi cha kuanzia Januari mpaka mwisho wa mwaka huu, mkoa ulikuwa na matukio mengi ya mauaji ambayo mengi yalisababishwa na imani za kishirikina, uhasama wivu wa mapenzi na kuwania mali. Ni kweli idadi ya mauaji katika mkoa wa tabora imekuwa kubwa sana, haipiti siku usipate taarifa juu ya mauaji yanayojitokeza katika mkoa huu, hasa mauaji ya kulipiziana visasi. Mwaka elfu mbili na kumi na nne kulikuwa na mauaji mia tatu arobaini na nane kini katika kipindi hiki ambacho tumemaliza mwaka huu, siku hii ya leo, tuna mauaji yaliyotokea mia tatu kumi na tano, hivyo kuna upungufu wa mauaji thelathini na tatu ambayo ni kama asilimia nne nukta tisa. Hii kwa kweli sio matokeo ya kuridhisha, tulihitaji tupunguze vifo hivi kwa asilimia kubwa na muda wote nilikuwa nawahimiza askari wafanye kazi ya upelelezi wafanye kazi ya kuzuia matukio ya namna hii katika jamii yetu. Tuheshimiane lakini tusaidiane pale tunapopata shida, ili tuweze kuendeleza nchi yetu na tuendeleze mkoa wetu. Ndugu zangu, nawatakia heri za mwaka mpya. Kutoka Tabora, ni mimi niko Mwaibale wa TBC.